Hafla ya kumtawaza chansela wa chuo cha Cooperative University Daktari Bernard Chitunga iliwaleta pamoja viongozi wa kisiasa nchini wakiongozwa na Rais William Ruto na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga pamoja na wadau mbalimbali mbali katika sekta ya elimu. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Ruto alipuuzilia mbali madai kwamba alitumia ziara yake hivi majuzi nchini Uchina kukopa mabilioni zaidi ya fedha kugharamia upanuzi wa barabara kuu ya Rironi kuelekea Mau Summit wakati Wakenya bado wamelemewa na deni la kitaifa. Rais Ruto akifafanua kuwa upanuzi huo utafanyika kwa njia ya makubaliano ya umma na kibinafsi, yaani PPP, na kwamba Wakenya hawatagharamikia kulipa fedha zozote kwa ajili ya mradi huo.

Rais vile vile amesifia ongezeko kwenye michango ya hazina ya kitaifa ya malipo ya uzeeni NSSF, akiitaja kama hatua bora katika kuafikia usalama wa taifa kifedha. Up to 2025, today we have saved 280 billion. Kuhusu ufadhili tata wa elimu nchini, Rais amesema anasubiri mapendekezo kutoka kwa jopo kazi alilobuni kuangazia mpango huo na kutoa mapendekezo kuhusu jinsi ya kuiboresha hata zaidi. I wanted feedback from the runners, uh, from the managers of our universities. Katika hafla hiyo uongozi wa Wizara ya Elimu ulitangaza kumuunga mkono Daktari Chitunga katika wadhifa huo wa uchanzela, huku baadhi ya viongozi wakimsifia kama kiongozi atakayefanikiwa kuleta mageuzi yanayohitajika chuoni humo.